Kwa jina naitwa Fatma Khamis Ali, mkaazi wa shehia ya Mchakwe, ni mwanakikundi wa umoja ni nguvu. Ni mshukuru kiongozi wetu mkuu wa kitaifa Mheshimiwa Mwinyi kwa kutuletea maendeleo mazuri, akiwemo miundombinu ya skuli, lakini ya barabara na maji. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, lakini pia alituwezesha kwenye mikopo mbalimbali, tena ile riba ilohuwa ni kwa sababu upelekaji wake ni, ni utuwa, upeleka mdogo. Twashukuru sana kwa hilo lakini pia ni mshukuru Mheshimiwa makamo ambapo kwa kabla hajakuwa kuwa mwakilishi wa jimbo letu, alikuwa akitujali sana, maendeleo mingi alikuwa akiyasukuma na kuyapeleka kwenye jimbo la Kiwani kwa ajili ya kutuonea huruma na kutupenda kama wananchi wake wa karibu, kama wananchi wa kwao. Lakini tunategemea sana atakapokuwa mwakilishi wa kuchaguliwa kwenye jimbo letu, atatufanyia mazuri na ya kupendeza na ya kufurahisha kama ilani yetu inavyozungumza kama ajayo mazuri zaidi. Kwa hiyo tunashukuru na tunamwombea dua Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu na amjali, afanikiwe katika maendeleo yake, ili nasi wananchi na wana vikundi tufaidike. Ni waase wenzangu na kuwanasihi wana jimbo la Kiwani, lakini na wananchi kwa jumla, tarehe 29 Oktoba tujitokeze kwa wingi, twende tuka tukatie kura na kura zetu ziwe za ndio na tuwachague viongozi wetu wakuu, Mama Samia na Mheshimiwa Mwinyi na mwakilishi kwa jimbo letu ambaye kwa ndo makamo na madiwani wote pamoja na mbunge. Nawatakia na, na kila laheri. Nawatakia uchaguzi mwema.